Huzni kubwa inamshika analalamika, lakini hawezi kukabiliana na hali hiyo. kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram, kila kilichokuwepo kitaondoshwa na itabaki nuru ya wa mula wako. ishka ma shita walakin satamut, ishi utakavyo, siku yako yaja ni vazi lisilo thamani katika macho ya mwanadamu, linalounganishwa bila ya ustadi. Hivi ni nani angeweza kulikubali akiwa hai? Hivi ni nani angeweza kuvishwa sanda hii akiwa hai? Lakini kwa nguvu za Allah haliwezi kupingika, kwani Mola muumba ametaka iwe na imekuwa. Shuf kalamu daa inna fi lsamai la ibra wa fil ardi la khibra Khasara kubwa kwa asiyefanya maandalizi, ila yaumu yubhathun wallahu sariu lhisab. Na huo ndiyo mwisho wa mbwembwe na majivuno ya mwanadamu, sehemu iliyojaa kiza, mwanga hafifu, ni shimo la futi sita lenye mwana wa ndani. Hapo utalala kwa ubavu wa kulia. Liwapi lengo la kuumbwa mwanadamu? Tazama watu walivyojisahau na kukithiri kutafuta riziki katika mgongo wa ardhi, pirika na harakati zao, huku wakiwa na pumbao kwa zongo la dunia, wakiuziana na kununua kwa uongo na majivuno. Wamalhayata dunya illa matau lghurur, na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa starehe za muda mfupi. Angalia viumbe wafanyao wa mashindano kwa kujifakharisha katika majenzi, kana kwamba wataishi milele.